Muda kidogo umepita hatujazungumza na Dula Heavyweight toka tarehe 18 ilipomalizika fainali ya mkondo wa kwanza shirikisho barani Afrika mnyama kupokea bao zake mbili uelekeo hivi sasa ni New Amani Complex Zanzibar mkondo wa pili fainali itakwenda kuchezewa kule tuna tunayo mengi ambayo tunataka kuyapitia eh, siku ya leo nikiwa na Dula Heavyweight. Dula hali yako iko vipi kaka? E bana, kwema. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Salama bin Salimini kaka. Salama. Muda kidogo kaka. Mm. Za hapa na pale. Ya yeah, kweli kabisa. Mm. Tupo, tunajua harakati na, na mambo mengi. Kwanza eh, kwa niaba ya Whisport tunapenda kukupa pongezi siku ya Jumatatu. Kama nitakuwa niko sahihi nilikusikia redioni, Heavyweight Dula. Mm. Eh, ukiwa pale Clouds. Eh, nianzie hapo kabla ajaenda kwenye mchezo Yeah. Uh, ulijisikiaje kuwa uh, kwenye moja kati ya platform kubwa? Yeah, of course nimejisikia vizuri kwa sababu Clouds Clouds media, kwa kifupi ni kwamba ni, ni media kubwa na Clouds FM ni miongoni mwa redio kubwa nchini, na naweza nikasema ni redio kubwa zaidi nchini, na kuna watu wengi sana wanafanya kazi pale, ambao ni watu maarufu, watu wenye majina, watu ambao wanafanya kazi nzuri mm -hmm. of course wakina Miladi, hayo siyo nelewa pale pale Husna Abdul mm. Jose Mara kina ge Habib na wengine wengi wengi wengi ambao wapo kwenye tasnia mbalimbali mbali kwenye entertainment kwenye michezo kuna kinatupatupa kuna Shafi Dauda kuna Wako. uh, wakongwe wakina uh, Master Tindwa kwa hiyo of course ni, ni, ni, ni fahari kwangu kuwa sehemu ya watu ambao Uh, nimeaminiwa yes, na nimeaminiwa na kuweza kuruhusiwa mpaka kuingia ndani ya kipindi, kwa sababu ni mwanzo nilikuwa nafanya kwenye simu, lakini baadaye nikapokea mwaliko wa kwenda pale kufanya live na of course nimewakilisha vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu bana. Uh, ulizungumza na tulizungumza kwa pamoja kwenye mahojiano yetu yaliyopita, hmm. tuliwaangazia sana uh, RS Berkane Simba alipokuwa akijiandaa kwenda kukutana nao kule Moroko mm. tunarudi hapa ndani eh, idadi ya mabao mawili ndio deni alilonalo Simba Sports, lakini tuliangalia tuliangazia zaidi eh, uimara wa RS Berkane hivi sasa. Sasa tuwayangazie madhaifu, ili tujue Simba wanapaswa eh, kufanya nini ili waweze kulipa deni na kuhakikisha pengine wanalisalisha kombe ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeah of course, kwanza niligusia baada ya mchezo tu kumalizika, nikasema ukishatanguliwa mabao mawili kwenye fainali ya kombe la shirikisho mm -hmm, uh, mara nyingi sana huwa inatokea, uh, yule mwenye mabao mawili anakuwa na faida kubwa zaidi kuweza kuondoka na kombe, lakini pia nikasema imeshawahi kutokea scenario kama hii mwaka elfu mbili na tisa, Stade Malie waliweza kutanguliwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Etoile Sahel na wakaweza kuchomoa, umeelewa, na kuweza kuchomoa, kwa hivyo hiyo ni mwaka elfu mbili na tisa. Kwa hiyo automatically Simba wanahitaji maombi, naweza kusema waombewe. Tunajua e, baba la baba, mniombee nimefichapigwa bao mbili, mniombee. Tunajua goma fulani hivi goma, goma zito, goma zito. E, baba la baba <laughs> mniombee. Kwa hiyo inahitajika maombe, maombezi kidogo, of course e, maombezi yawe mengi kwa sababu Uh, unapokuwa tayari umetanguliwa mabao mawili, manake mpinzani anakuwa na game plan moja tu ambayo ni kuhakikisha analinda ile mabao uh, mabao mawili. Kwa hivyo hiyo ni sehemu ambayo ni rahisi tu kusema hivyo. Lakini by the way, sio kwamba RS Berkane hawana mapungufu au hawawezi kufungika, hapana, bali ni timu ambayo ina mapungufu, inaweza kufungika, na hivyo mimi nitatoa hapa analysis yangu kwamba ni wapi ambapo Simba Sports Club wanapaswa ku exploit maanake kuteketeza au ku kuwekeza ku, ku, nguvu zaidi uh, kwenye mapungufu hayo ambayo kwa jicho la haraka haraka inaweza watu si, wasione kama ni inavutia kusema hivyo, lakini itabidi iwe hivyo. Nitakwambia kwa nini. Umeelewa? uh, miongoni mwa kitu ambacho RS Berkane wanakutana nacho au kinawapa changamoto ni pamoja na kudili na ile mipira mirefu kutokea nyuma. Umeelewa? Nikisema Simba watumia mipi, zaidi mipira mirefu kutokea nyuma na maanisha safu ya ulinzi siku hiyo watakuwa na majukumu mengi sana sio tu kuzuia kwamba wasikonsidi goli jingine wakiwa nyumbani, lakini pia wana jukumu kubwa la kuhakikisha mchango wa mashambulizi kwa asilimia kubwa unatokea kwao. Nitaanza na mabeki wa kati. Mabeki wa kati watakuwa wanahusika vipi kuwa kama sehemu ya madhaifu ya RS Berkane kutumia mipira mirefu kutokea nyuma, kitu ambacho ndo kimekuwa kikiwasumbua RS Berkane kudili na hiyo mipira imekuwa ikiwasumbua, umenielewa? Na kwa haraka haraka wapenzi wa, wa, wa Simba wanaweza wakaona kama sio njia nzuri, kwa sababu Simba ni timu ambayo imezoeleka inapenda kudominate, inapiga pasi fupi fupi, eh, inaprogress mipira. Inaweza ikachukua dakika mbili mpaka tatu kufika eneo la kiungo kwa kupiga pasi fupi fupi za hapa na pale na nini, mpaka kuingia kwenye eneo la mwisho la mpinzani. Sasa eh, unavyotumia mipira mirefu, maanake unakuwa una faida mbili, kwanza mpira mrefu maanake una progress shambulizi muda mchache zaidi, unakuwa umefika kwenye lango la mpinzani kuliko ukipiga pasi fupi fupi, kwa sababu unavyokwenda kwenye, kwenye mchezo wa fainali kama hivi dhidi ya timu ambayo ina wastani wa kumiliki mpira chini ya asilimia uh, arobaini katika michezo yake ya away, tafsiri ya haraka haraka, hata huu atakuja kufanyaje kuzuia, na tayari ana uh, mabao mawili. Kwa hivyo, e, Simba wana uwezo wa kumiliki mpira katika eneo lao vyovyote wanavyotaka wao, lakini watakuwa wanajipotezea muda mrefu wa kuweza kushambulia. Kwa hiyo kwa sababu hawa RS Berkane mimi nimeshaona wana madhaifu ya kut penda kudili na mipira mirefu kutu, uh, kutokea safu ya ulinzi ya timu pinzani kwenda kwenye safu yao ya ulinzi, na inaweza ikasaidia Simba kuweza kupata mabao kirahisi. Nitakupa mfano katika mchezo ambao ulifanyika tarehe 29 Septemba mwaka 2024, tarehe 29 Septemba mwaka 2020, of course Faraba tu wakiwa nyumbani katika sare ya bao moja kwa moja umeendelewa mm -hmm. Ya, o, o, o, ali, katika ilo bao ambao walipata bao moja la Faraba, bao pekee Mendeo likeza li, kufungwa na Augusto de Cardoso, mba, ambaye ni waji na kameramani wetu. Eh, of course ulipigwa mpira mrefu kutokea nyuma na beki wa kati Akram Nakash, eh, ulipigwa mpira mrefu kutokea nyuma ukaenda kutua kwa mshambuliaji wa kati Joel Bear, nyota wa zamani wa TP Mazembe, ambaye aliweza kumtoka Isu Fudayo kwenye 1v1, akaweza kupiga cutback pass kwenda kwa mfungaji wa goli ambaye ndo Cardoso, Augusto de Cardoso, ambaye aliweza kuutapi ni mpira na kuweza kufunga bao. Umeelewa? Eh, hiyo ni eneo eh, la kwanza. Lakini katika mchezo mwingine, nitakupa mfano mwingine pia, katika mchezo ambao ulifanyika Novemba 2 mwaka 2024, of course ilikuwa ni dhidi ya Moghreb Tetouan. RS Berkane walikuwa nyumbani wakishinda kwa mabao mawili kwa moja. Bao moja hilo lilitokana pia na mpira mrefu kutokea nyuma ambapo walishindwa kudili nao kulitokea nyuma, kashikashi nyingi sana mpaka ikaenda kuzalisha second ball ambayo ikatumika vyema na Mohamed Kamal nyota wa zamani wa Wydad ambaye aliweza kupiga mpira alifanya attempt nje kidogo ya box na kuweza kufunga bao, lakini kashikashi hiyo ilitokana na mpira mrefu kutokea nyuma na RS Berkane kushindwa kudili kuclear vizuri ule mpira, kiasi cha kwenda kuzalisha second ball ambayo ilitumika na Mohamed Muhammad Kamal. Umeelewa? Lakini katika mchezo mwingine ilikuwa ni dhidi ya Al Ittihad Tanger ambao Tanger walikuwa nyumbani wakafungwa kwa mabao matatu kwa kwa moja. Si unanielewa? Of course pia impact ya lile bao moja walilopata ilikuwa ni mpira mrefu kutokea nyuma, ulipigwa mpira mrefu kutokea nyuma, of course ukafika moja kwa moja kwa Hamza e, kwa huyo Hamza Elmsati ambaye aliweza tu ku set mpira kidogo kwa kwa Haitham Alrahja ambaye aliweza kufunga. Umeelewa? Kwa hivyo E, mipira mirefu kutokea nyuma nafikiri a-inaeleweka hivyo eh? Umeelewa? Sababu manake watakuwa kwenye defensive block na nini, watajaribu kukaa kidogo mbele mbe, mbali kidogo na lango lao kutengeneza ile high defensive line. Ukitumia vizuri hiyo opportunity ukapiga mipira mirefu na mwenye jukumu la kupiga mipira mirefu nimesema nani? Ni mabeki. Wakati kwa hiyo ukiachana na kazi yao mama ya kuzuia, watakuwa na hiyo jukumu la kuhakikisha wanasogeza mashambulizi kwa haraka zaidi kwa kutumia mbinu hiyo ya kupiga mipira mirefu kutokea nyuma unaziona pasi sahihi kutoka kwa Shemu Karabu Karabwa uh, pamoja na uh, Shemalon Fondo, kwa sababu wao ndo wanasimama katika idara hiyo. Hatujajua hali ya braza Hamza itakuwa vipi mpaka kufikia tarehe 20. Na ndo kwa bahati mbaya ni kwamba Shemalon of course amesha amesha prove hilo katika mchezo dhidi ya Sfaxien awei kule, Simba akifunga bao pekee, yeye ndo aliweza kupiga ile pasi ndefu kutokea nyuma kwenda kwa uh, Leonel Ateba ambaye aliweza kupokea ule mpira vizuri na kuupiga kwa jansaleaw ambaye amefunga. Mm. Lakini si mchezaji ambaye amekuwa akionyesha hivyo mara kwa, kwa mara, lakini tuombe aamke vizuri na aweze kugundua hiki kitu ambacho nakisema, kwamba hiyo iwe njia ya kwanza, at least bao la kwanza litafutwe kwa njia hiyo litafutwe kwa njia hiyo, kwa sababu sio kwamba wana mapungufu hayo tu. Of course mapungufu lao jingine pia ni sio wazuri kwenye ku anticipate cross, sio, unanielewa? mm. na kwa sababu nishasema kwamba wanaenda kuzuia, manake tunategemea zaidi kuona wakicheza muda mwingi kwa idadi kubwa kwenye eneo lao ili wasiruhusu mabao. Sasa hapo ndio sehemu ambayo Simba Sports Club wanapaswa Ku, ku, ku, kufanya tathmini yao vizuri. Kwa sababu mimi kama mimi nimejaribu kuwafuatilia kwa mfano katika mchezo dhidi ya Defa Hassan El Jadid. Uh, wali, wali pia walitoka ba, sare ya bao moja kwa moja. Of course RS Berkane alikuwa nyumbani, wakatoka sare ya bao moja kwa moja. Ile bao moja eh, wakati linaundwa, mmenielewa, RS Berkane walikuwa kwenye umbo lao la kuzuia, defensive structure yao walikuwa kwenye umbo lao la kuzuia, mmenielewa, lakini waliweza kuconcede bao na of course hiyo hiyo bao lilitokana na winga Yusuf Al Arbi eh, ambaye aliweza kupiga cross ndani ambayo iliweza kutumika vizuri na Muhamed Sabhi eh, kwa kupiga kichwa, umeelewa. Kwa hiyo ina maana wale ile safi ya walinzi wa RS Berkane walishindwa kudeal na ile cross ambayo ilitoka kwa winga mani Yusuf Youssef Al-Arabi ambaye akaipiga ile ile cross goal hiyo. Ni, ni kwa mfano kama ingekuwa ni mchezo mmoja ndo amefanya hivyo ningesema ah, hiyo ni mmoja, lakini michezo wamekuwa kirudia rudia, of course katika mchezo dhidi ya Union Touarga Sportif katika sare ya bao moja kwa moja. Na Union Touarga Sportif ni wabaya, nishii kukwambia, ukiachana na midfield trio ya RS Berkane inakuja midfield trio yao ikiongozwa na Papa Ahmad Gadio, Mohamed Amin Es Sahel pamoja na Ayman Mourid, ndo midfield trio bora zaidi katika eh, Uh, ligi ya Morocco oh. Eh, walisumbuana sana kwenye mchezo wao na kutoka sare ya bao moja kwa moja. Ilikuwa mchezo ambao ulifanyika Machi 15 mwaka huu, hiyo sare ya bao moja kwa moja, umeona hivi eh, wakati RS Berkane wamepata bao wame, wamekaa kwenye structure yao wakijaribu kuzuia eh, zilipigwa pasi tisa kutoka kwenye build up zone mpaka kwenye final third ya RS Berkane, hmm. Umenielewa, uh, kabla ya mpira kwenda pembeni kwa fullback wa kushoto wa wa, wa huyu Union Turga Sportiva anaitwa Anas Nana, ambaye aliweza kumtoka Ayman Manuti, Haitham Manuti ambaye alikosekana katika mchezo wa kwanza, anarudi anarudi kupatikana katika mchezo wa pili. Watu wamesema anarudi anarudi kwamba, eh, of course watakuwa na Simba wanakutana wana, wana, na pigo kwa sababu ni mchezaji ambaye ataongeza kitu, lakini pia ndo alihusika kwenye mistake katika huo mchezo kwa sababu alishindwa kumdhibiti vizuri Anas Nana, ambaye aliweza kuingia ndani na kupiga mpira ambao ulienda kuzalisha hatari, si umeelewa? Ndio. hmm. Heavyweight, uh, ulizungumza kuhusiana na uzuri wa set play za uh, RS Berkane, lakini mipira ya kona ni wazuri sana Simba Sports, ukiangalia wapigaji wake kwa asilimia kubwa ni uh, tunamwona Jean liakua katika mipira hiyo. Mda mwingine kwenye kona, kama Budu atakuepo basi atahusika Elie Mpanzo, lakini bado haionyeshi uhatari wa namna ambavyo RS Berkane pindi wanapopata nafasi kama hizo ambazo Simba wanazozipata yeah. Vipi katika mipira hiyo ya sete play inaweza ikawa na manufaiko kwa upande wa Simba Sports pindi zitakapopatikana? Oh, of course ndilikuwa nakuja, okay, ila umeniwahi tu, ndilikuwa namalizia pointi yangu kwa sababu ya nachojaribu kufanya ni ku analyze zile weakness kubwa zaidi ambazo zinajitokeza kwa hawa Berkan. Berkan kulingana na ukubwa okay, nini wanakirudiarudia zaidi, sababu set play sawa ni nzuri na nini, lakini maybe hawaruhusu sana mipira ya hivyo hatuwezi tukatumia tuka mbinu ambayo ipo kwenye ubora wao, umeelewa? Oh. lakini sio kwamba hawaruhusu, nitakuja huko, lakini namalizia, umeelewa? mm. kwamba baada ya yule Yunus na na kuingia ndani mm. umeelewa mm. akapiga uh, pass ndani ikamkuta uh, Dahman Yunus Dahman Yunus Dahman, ambaye aliweza kufunga bao kwenye close range, akautapi mtu mpira na kuweza kuingia. Mm. kuingia ndani, hizo zote ni cross, umeelewa Sababu na nana aliweza kupiga cross, of course, kuingia ndani ya box. Alipiga cross akiwa pembeni, uh, na manati anaangalia tu, na ikaweza kuzalisha bao. Kwa hiyo nimezungumzia vitu viwili, sasa nakuja kwenye eneo lako ambalo umeniambia nije, eh, umeniambia nije kwenye set play, ndio? Of course, umeelewa katika mchezo ambao walitoka sare ya mabao mawili kwa mawili RS Berkane dhidi ya Olympic Safi. Of course, bao moja pia lilitokana na mistake katika kuklia penalty ambayo iliweza kufungwa na Abdullah Diara. Mm -hmm. Uh, lakini katika mchezo huu Abdullah Diara alifunga mabao yote mawili. Waliruhusu bao la kona ambao lilifungwa na Abdullah Diara. Na ikawa ndo mchezo pekee msimu huu kwa RS Berkane kutangulia mabao mawili na kuja mm -hmm. kusawazishiwa mm -hmm. mabao yote mawili na kutoka sare ya bao mbili kwa mm -hmm kwa mbili Abdullahi Diara akifanya hivyo, akifunga brace eh katika huo mchezo. Kwa hiyo waliruhusu bao la kona, lakini kama hujui, waliruhusu pia bao la kona dhidi ya Hassania Agadir, na wakaruhusu pia bao la kona eh, wa eh, Defa Hassani El Jadid wakiwa nyumbani, eh kwa no, wakiwa away, umeelewa? Wakaruhusu bao la kona wa RS Berkane likifungwa na Defa Hassani El Jadid, umeelewa, katika michezo hiyo, umeelewa? Ukijumlisha hapo, unapata una, una, una picha kwamba wameruhusu mabao ya kona katika eh, takriban michezo mitatu kwenye ligi kuu nchini nchini Moro, Moroko mm. Kwa hiyo na maana kama Simba, sababu Simba so far wameshapiga kona 16 kama sikosei vizuri kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho, kama watatumia vizuri mipira ya kona automatically wanaweza waka, nikawanufaisha na kwa sababu nimesema ni wazito kuklia mipira mirefu nyuma safi ya ulinzi. Maana yake kama wakiwa kwenye structure yao, hata kwenye set play unaweza wakapiga e, zile indirect free kick wakawa wazito kuklia ikazalisha e, attempt ambazo zinaweza zikazalisha mabao, umeelewa? mm -hmm. Kwa hivyo Simba wanabidi waboreshe matumizi ya kona, kwa sababu hawa RS Berkane hawajafungwa bao lolote kwa, in, kwa direct free kick. Kama Simba watafunga kwenye fainali, itakuwa ndo bao lao la kwanza ku concede kwa direct free kick msimu huu, okay. of course, nazungumza vitu nilikuwa navijua, unanielewa mm -hmm. kwa hivyo uh, simba mm -hmm. Simba sports club e, waombewe najua, so, zile kama wataweza kutumia vizuri mm hizi -hmm. nafasi na wakaweza kusikiliza ambacho mimi nimekinote mm -hmm. na nimewaeleza na uzuri ni... yes nimetoa mpaka reference yaani, wasiseme kwamba nime, nime nime- nimetoa nime mifano mbalimbali, umenielewa mm, kwa hivyo watumie mipira vizuri ya kona watumie mipira mirefu nyuma ya safu ya ulinzi, build up isiwe nyingi titi, titi, titi, hapa hapa unapoteza muda kwenye build up, dakika zinakwenda. Kumbuka hapo kuna dakika za RS Berkane kulala. kuna dakika za RS Berkane kumsumbua mwamuzi ili muda uende, kuna dakika za kipa kulalalala ule Munir, kuna dakika sijui za yani hivyo, kuna dakika nyingi za kupotea. Plus na wewe ukifanya build up muda mrefu kwenye eneo lako unapunguza eh, muda ambao ungeweza kuprogress shambulizi kwa haraka zaidi na kuatia pressure wale RS Berkane. Kwa hivyo mipira mirefu nyuma safu ya ulinzi na ni weakness yao kubwa, lakini vile vile wanapokuwa kwenye defensive structure yao, sababu wamesha concede mabao wakiwa kwenye defensive structure yao, nimeelezea hapa, dhidi ya Defa Hassan El Jadid katika sare ya bao moja kwa moja, na dhidi ya Union Turuga Sportive katika sare ya bao moja kwa moja, zote wali concede team pinzani inafanya build up, inapiga pasi at least nne mpaka tisa kabla uh, uh, ya kwenda kuzalisha goal scoring opportunity ambayo inaweza kuzalisha bao umeelewa, kwa hiyo watakuwa kwenye defensive structure pia kule Zanzibar unatakiwa upige uh. Kwa hiyo mafullback kwa sababu nilielezea mabeki wana kazi ya ziada, mafullback ndio wana kazi ya kupiga crosses ili wachezaji wengine wajae kwa wingi kwenye box, kwa sababu hawa RS Berkane tayari wameshaonesha weakness za kushindwa Ku -ku -ku -ku -ku -ku kuweza kudili na mipira ya cross maeneo ya pembeni, ambayo mipira inatoka maeneo ya pembeni, wamekuwa wakifanya blanda sana kwenye kuklia hiyo mipira. Kwa hiyo kwa mfano ikitokea wame, Simba wamezuia vizuri le na, namaanisha wameipiga vizuri ile cross na kuweza kuzitumia, automatically naweza ikawasaidia kuweza kupata magoli pamoja na hiyo mipira ya kona ambayo nimetoka kusema. Basi, kwa hiyo katika kila format ya udhaifu wao, ukipata goli moja, una magoli matatu. Mipira mirefu, umepata goli moja, umepiga mpira mrefu, umezalisha goli, unabadilisha mbinu baadaye, wanakaa kwenye defensive structure, wanazuia lile bao moja lisirudi, wasi level scrubbers. Unapiga kwa Shomari Kapombe pembeni, Shomari Kapombe anapiga mtungi ndani, nani huyu nani anaitwa nani huyu? Steve Desemukwala anapiga kichwa inakuwa chuma kama alivyofanya Muhammad Saadi. mm -hmm. Umeelewa? Akitoka hapo ana bana, ngoja tubadilishe. Inatokea kona, unapiga mpira wa kona, Fabrice Ngoma anamalizia, inakuwa gol la tatu. Simba wanapata mabao matatu kwa sifuri kwa sifuri, nimepangilia <laughs> <laughs> nime, nime kulingana na strength. Ah, okay. Eh, naona zaidi kwamba Steve Dese Mukwala ndo mzuri kwenye kichwa. Ah, okay. Namuona zaidi kwamba Fabrice Ngoma ni mchezaji mzuri kushambulia mipira ya kona mm. Naona kama vile mpira mirefu kutokea nyuma inaweza ikamnufaisha zaidi mtu kama Lionel Ateba hivi, mm. Kwa hiyo yeah, of course Simba wakifanyia kazi vizuri mapungufu haya. Mm. By the way, wanaweza kupata mabao walio wengi wanaozungumza na nimewafuatilia pia wanazungumza kuhusiana na mchezaji Jangele a kwenye mechi ya mkondo wa pili, wanaona ni bora nafasi ya ua achukue Joshua Mutale, anaweza akaongeza kitu zaidi kwenye eneo lake ili timu iweze kupata matokeo haraka. Ni kweli, unaona e, budo Mutale anayo nafasi ya kusumbua zaidi safu ya ulinzi ya mpinzani ili Simba kuambulia chochote kwa dakika za mapema, au ni namna tu ambavyo watu wanatafsiri kwa kadri ya uelewa wao? Of course, unajua, kuna kitu watu wanabidi waelewe. Sio kila mchezaji anayetokea benchi ana perform anastahili kuanza mm. kuna mwingine ubora wake upo kwenye kutokea benchi na kuja kuperform baada ya kusoma vizuri mchezo, mchezo. Mm. alafu pia wabidi waelewe unamzungumzia Jean Charles huu, ambaye ndio mchezaji alio contribute mabao mengi zaidi mm. kwenye michuano msimu huu, michuano yote msimu huu wa Simba Sports, ndio top scorer wa ligi kuu umenielewa? <laughs> Na ndo mchezaji ambaye ana create nafasi nyingi zaidi kwenye kikosi, na ndo huyo mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kupiga set pieces, mipira ya kona, mpigaji mzuri wa cross, mipira mirefu kutokea eneo la kiungo kwenda nyuma safi ya ulinzi. Ana silaha nyingi sana kwenye mguu wake. Sasa kumweka nje mchezaji kama huyu, afu kumwanzisha Mutale naweza sikulipe, umenielewa? Kwa sababu Mutale tayari ameshaonyesha kwamba ana uwezo wa kucheza akitokea bench Mwache endelee na format yake pamoja na professional yake ya kucheza kutokea bench na kuingia kubadilisha mchezo na Jean Chalahua, mwache endelee kuaminika. Away performance yake huwa ni ya kawaida nyumbani. Nyumbani. Ah, okay. Bao ambao limewapeleka Simba fainali dhidi ya Stellenbosch yeye ndo alifunga na kwa mchezaji pekee kuwafunga Stellenbosch kwa, kwa direct free kick msimu huu Stellenbosch, kabla Jean Chalaya huwa kuweza kuwaweka hiyo goli la direct free kick. Eh, tutaongelea tuta kwa kina kuhusiana na, na kwa nini wachezaji hao wataanza kwa wata hivyo, kwa haraka haraka hivyo, kwa hivyo, kwa nafikiri ni hivyo kwamba Jean Chalaya huwa ni mchezaji ambaye ni miongoni mwa Uh, uh, silaha muhimu kwa mwalimu Fadlu Davis na anategemea kumwona aki akianza pale. Mi naomba nifunge na swali la uwanja tulizungumza, mm -hmm. uh, na nitaomba pia niulize kwa hivi sasa, mtazamo wako utakuwa umekaaje? uh, wengi wakizungumza kuhusiana na uwanja wa New Amani Zanzibar, wanazungumzia kuhusiana na atmosphere, idadi ya, watu ya mashabiki wanaoingia pale mm -hmm. lakini uh, kuna chochote kitapungua kwa wachezaji kutokana kwa, kwa mabadiliko ya kiwanja au tutegemee kuona kile tulichokiona kwenye nusu fainali? Ah, of course siwezi kupredict sana, lakini ninachoamini ni kwamba e, psychologically wachezaji washaandaliwa kukabili kupokea mabadiliko hayo hmm. Nafikiri watakuwa wameandaliwa kisaikolojia wakiaminishwa kwamba hmm. jambo limeshatokea, kinachotakiwa ni kufocus na kucommit Mchezo. Kwenye mchezo yaani, isionekane kama mmefanyiwa hujuma, isionekane kama labda tayari mshapoteza mchezo kwa sababu hampo kwenye uwanja ambao umeuzoea na vitu kama hivyo. Na kwa sababu tayari waliweza kufuzu kwenda fainali kwa kutumia uwanja ule ule, Why not usiweze kuchukua kombe kupitia uwanja huo uwa ambao umekupeleka fainali? Kwa hiyo naamini tu ni kwamba hakuna kitakachopungua, umeelewa? ila tu atmosphere of course benjamin mkapa ina, inaweza ina, ina, kubeba watu zaidi ya elfu sitini sasa ukikompea na uwanja ambao unabeba watu kwenye elfu kumi na tano elfu kumi na sita si sioni kama ni, ni, ni kuna mfanano sawa kwenye ile atmosphere umenielewa jinsi ambavyo vibe litakuwa eh, katika uwanja ambao una host au uh, unabeba zaidi ya mashabiki elfu sitini na ule ambao unabeba mashabiki elfu kumi na tano mpaka elfu kumi na sita umeelewa? na mm. st Lakini kwa upande wa wachezaji mentality, kwa sababu Simba ni timu kubwa, kwa hiyo automatically watakuwa wame- wamepewa ile motisha, wamepewa nguvu ya kuweza kupambana na vitu kama hivyo. Naamini tu amna kitakachoharibika. Nilula, Heavyweight, tumepata wasaa mzuri wa kuzungumza yaliyo mengi kuangazia RS Berkane, komenti zilikuwepo za watu ambao wanauliza vipi kuhusu madhaifu, itakuwa wao hawana madhaifu? Basi madhaifu yamejulikana na Simba inapaswa kufanya nini ili kuhakikisha basi kombe linasalia. Mimi langu jina Jafet wa mipango, mwenzangu kwa upande wa kamera ni Agusto Tabibu. Asalamu alaykum.